Huduma ya Jesus Glory kufika kusikofikiwa na Injili ya Yesu Kristo imeanza tangu mwaka elfu mbili na moja. Huduma hii imekuwa ikihubiri Injili ndani na nje ya Tanzania Kupitia huduma hii Mungu amekuwa akitenda mambo makubwa ambayo yameleta mafanikio makubwa katika jamii kiroho na kiuchumi. Kutokana na matokeo hayo, Mungu amejitukuza kupitia watu wake kwa shuhuda mbalimbali ambazo Mungu alizowatendea, na huu ni moja ya ushuhuda ambao Mungu ametenda. Mimi naitwa mchungaji Zdori Mwesiga. Baba yangu anaitwa Mauzi Kibabu. Mimi nimeokoka. Kabla sijaokoka nilikuwa mtu wa dini, nilikuwa mKKT mzuri, lakini sasa nikawa nimefika hatua, nimeugua. Kuugua kwangu nilikuwa nimeugua mfa, mapepo nikateseka kipindi karibu kipindi cha miaka mitatu, na huko naenda kwa waganga wa kienyeji kupata msaada, nitembea, lakini huko nasikia sauti inaniambia kwamba hautapona mpaka uokoke. Nikatembea, nikatembea, sasa nimefika pale, nimetafuta msaada kwa waganga, nikaenda kwa shem, dada mmoja wa Kiislamu anaitwa Kurati pale Kaboya. Sasa kufika pale, alikuwa ni mganga wa tisa, anapiga ramli kwa kutumia majini. Sema sasa, umkiona umetoka hapa bila kupona, nenda ukaokoke. Nikasema mimi nimeokoka. Kasema hujaokoka, mtu aliyeokoka okoka awezi kurogwa, awezi kutolewa kafara. Kama mimi Kurati, ninaivyo na dini yangu, lakini Kurani Tukufu inazuia hata haya naiyafanya uende ukaokoke, una msaada pengine mpaka umwamini Kristo. Yule dada alikuwa Muislamu. Sasa nikaendea kumbishia, baadaye nikaendea kuteseka, nikawa nimelala pale ndani, nikasikia taarifa kwamba sasa pamoja na kuteseka, kuna watu wanaombea watu wanapona na mabango yako pale barabarani, kuna injili moja inaitwa Kufika Kusikofikiwa na mtumishi ametoka Dar es Salaam anaombea watu wanapona. Sasa nami nikasikia, ndani yangu nasikia yani kama msukumo wa kwenda pale, kwa sababu nikuwa nilikuwa nimeshashuhudiwa na wale waganga wa kienyeji. Nikama nimechukua hatua ya kwenda pale, nikamkuta mhubiri anahubiri, kaanza kuomba wakaniombea, kweli ugonjwa wa miaka mitatu ulipona kwa wiki moja. Nikamshukuru Mungu nikaendea kukaa katika neema ya Bwana katika uokovu, nikaendea kujifunza mpaka leo nimeshakuwa mchungaji na mimi, nimeshaombea hata wengine umeshafungulia na inshampokea Yesu. Niko hapa Bukoba naendelea kumtumikia Yesu, lakini namshukuru Mungu kwa hii Injili kama isi Yesu kupitia katika injili hiyo, labda angetumia njia nyingine, lakini hiyo njia ndiyo ile nisaidia ya kufika kusikofikiwa. Kwa hiyo hata na wengine ambao bado mjampokea Yesu, hata kama mnateseka, na mimi ni kuwa mmoja wapo aliyeteseka kipindi kirefu. Nataka yani, Waislamu wameshaokoka wameshamjua Yesu, na kweli nimeshatoa hata ushuhuda sehemu nyingine, watu wameshampokea Yesu, wanaendelea kumjua Kristo, hata Waislamu mashehe wameshaokoka. Kwa hiyo napenda ndugu zangu ambao bado mnateseka, kama mimi kipindi kile nateseka, yani mpokee Yesu yote yanaisha kwa Yesu. Kwa hiyo mimi tangia nimeokoka, yale magonjwa yote yalikuwa yananitesa kipindi kile. Nilikuwa nimeteseka kwa ajili ya mizimu, nilikuwa nimetolewa, yani nilikuwa natakiwa kufanyiwa kafara. Mpaka leo yote yaliisha, magonjwa yapo tena, ninamtumikia Yesu. Yani, Yesu ni mwema. Labda changamoto nilizokutana nazo katika wokovu wangu, siku moja nikuja pale nilikaribishwa na watumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam wa kufika kusikofikiwa. Nikaenda pale Dar es Salaam, sehemu moja inaitwa Ukonga, kutoa ushuhuda. Nikatoa ushuhuda kweli, ukapata kibali kwenye huduma ya kufika kusikofikiwa. Nikarudi nyumbani, ilikuwa nimepewa nafasi ya kwenda kusoma pale Mlandizi. Nikaja huku, kufika huko nikakutana na changamoto za kimaisha. Baadaye akaja mtu mmoja kutoka Tanga, anasema mimi ni shehe, nikuja Dar es Salaam ukatoa ushuhuda na watu hata shehe wetu wengine wameokoka kupitia katika huduma hii. Sasa wewe, tumekufuatilia mimi ni alitoka Tanga, akasema nimekufuatilia kwa sababu ulisababisha we ndugu zetu Waislamu waokoke katika ushuhuda wako, kwa hiyo utakuwa mchungaji wa nne kati ya wachungaji ambao tumeshawaua kweli pamoja na hiyo lakini Yesu alimshughulikia yule baba kutoka, alisema nimetoka Tanga, mpaka leo akuonekana, ila tulimzika huku maeneo ya Bukoba. Yesu alimshughulikia. Kwa hiyo yu, yule baba alikuwa ametoka Tanga kwa ajili ya kushuhudia ushuhuda nikautoa pale Ukonga, akaja hapa kuniua, lakini alikutana na Yesu wangu, mpaka leo akurudi Tanga, tulimzika huko, tunaendea kumtumikia Yesu. Kwa hiyo hata wachawi kwa Yesu ni kiboko, kwa majini yaani haiwezekani kupenya. Kwa Yesu mashehe wengi wameshaokoka kupitia katika ushuhuda huu, na Mungu awabariki.